Wanasema habari Dkt Samani, hivi inakuwaje? Upo na mtu kwenye mahusiano, mna mwaka mmoja na miezi mala, anakwambia mpo wawili. Sasa hivi utaendelea kuwa na mimi au utaniacha? Unakubali kuwa naye, siku zimeenda, ndo anakwambia kwamba yupo naye tu, ila mwenye anampenda ni wewe. Huyu nitamwacha tu tukimaliza chuo, iwe siri yako na inavyoonekana huyo mdada pia ananifahamu na mdada ndiye alimwanza mwanaume na wote tupo chuo mwaka wa mwisho. Sasa nashindwa kuelewa, ananipima uvumilivu au nimwache tu, na kunijulia hali ananijulia, kuja kuniona, naniona. Shida ni hiyo, nashindwa kuelewa, nadanganywa au napendwa? Na jana kaniambia kitu anachoniahidi hatoniacha hato, na SMS za huyo dada huwa ananionyesha. Karibu, ndugu mtazamaji, kama ndio maraku ya kwanza unaingia hapa, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya rishe pamoja na mahusiano. Hii ni message ya binti mdogo sana ambaye ndio kwanza anakwenda kumaliza elimu ya chuo kikuu, lakini ni meseji ambayo ya kimahusiano anaumia namna gani, ambavyo mwenza aliye naye ana mahusiano na mtu mwingine na amemweka wazi, yaani amekili usaliti mbele yake. Tunaposema uh, e, maumivu ya kihisia ama gereza la kimahusiano Huyu mtu yuko katika mahusiano lakini ni kama vile yuko gerezani, ananyanyaswa kwa, kwa neno la upendo ama kwa kigezo cha upendo. Ni moja ya kiashiria kwamba huyu dada ni mndo ambaye anayempenda mwanaume na sio mwanamume anayempenda mwanamke. Mwanaume anayekupenda hawezi akakufanyia haya ambayo anayafanya dada huyu, na ni moja ya kitu ambacho nimekuwa nikifundisha kwa mabinti wengi sana. Shida iliyopo ni kwamba kuwa na msimamo binafsi. Mabinti wengi hawajui namna gani ya kuwa na msimamo binafsi katika mahusiano ya kimapenzi. Lakini moja ya picha halisi ambayo inaweza ikakuonyesha kwamba mwanaume uliye naye ni mtu sahihi ni kupitia level ya uchumba. Endapo unapoona katika dalili za uchumba mwanaume anakuonyesha tabia za hivi, ni moja ya kiashiria kwamba si mwanaume sahihi kwako kuweza kuingia naye kwenye ndoa. Sasa ni moja ya ukweli ambao mtu ambaye anateseka kwa mapenzi kwa sababu tu ya kigezo cha kupenda. Tafiti zinasema kwamba na wataalamu wanasema mapenzi ni upofu, kuna uwezekano mkubwa haoni. Lakini hizi ni kengele na viashiria ambavyo vinavyomwonyesha mapema kwamba sehemu uliopo sio sahihi lakini bado mwanamke au binti kama huyu anaomba ushauri, hawezi kushauriwa. Yaani ni kushauri kuendelea kukaa na mtu ambaye ni msaliti, kushauri kuendelea kukaa na mtu ambaye anakuumiza kihisia, ni jambo ambalo haliwezekani. Mtu ambaye anaweza akaleta ukimwi, akatoa ukimwi kwa mwanamke mwingine na akakuletea wewe, alafu at the end of the day mimi ni kupatia ushauri, ni kitu ambacho kinasikitisha. So swala la kujitambua, kuwa na msimamo binafsi ni moja ya changamoto kubwa sana, sio kwa mabinti tu, hata baadhi ya wanaume ambao wanapitia changamoto, jambo hilo linawasumbua. So binti wa hivi, mwanamke wa aina hii anahitaji msaada wa hali ya juu sana, lakini pia wapo wanawake ambao pia wanaingia kwenye ndoa, na wenyewe wana experience changamoto kama hizi, wanapitia changamoto kama ambayo anaipitia dada huyo. Yote hizi usipopata msaada unaweza ukaishia kwenye maumivu makali, na kuna wengine huwa wanaishia kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza akaja yakaumiza kwa hapo baadaye. Naomba nikusi usikubali kuingia kwenye geleza la mapenzi, usikubali kuteseka kwa sababu ya upendo unaomwonyesha mtu fulani, bali jifunze kuonyesha msimamo binafsi katika mahusiano yako. Anayekusaliti mwambie ukweli kwamba unanisaliti, siwezi kuendelea kuvumilia mahusiano kama unahitaji kuwa na mimi, misingi yangu ni hii na hii na hii. Lakini kupata ushauri wa kina zaidi, inawezekana unanitazama lakini pia na mmoja wewe ni mhanga ambao unapita changamoto fulani, uko kwenye ndoa ama upo katika mahusiano ambayo upo katika gereza ama kifungo cha sehemu fulani katika mahusiano uliyonayo, usisite kuweza kunipigia kwa ajili ya ushauri. Na saa kuna gharama ndogo ambayo nitakai kuchaji ya kuweza kuongea na mimi, kwa hiyo ujiandae. Kwa hiyo